Nchi ya Tunisia ni ya nne kwa ukubwa duniani kuwa na madini ya fosfati na ina tani bilioni 2.5 za madini haya. Mapato ya fosfati ya nchi hiyo ya Afrika Kaskazini mwaka 2024 yalifikia tani milioni 3.3 tatu tatu, ikiwa ni kiwango cha chini kutoka milioni 3.8 mwaka uliopita. Madini ya fosfati hutumiwa kutengeneza mbolea. Tunisia ilikuwa mmoja ya wa wazalishaji wakubwa wa madini haya ulimwenguni lakini soko lake lilishuka baada ya harakati za mapinduzi nchini humo ya mwaka 2011. Tangu wakati huo, maandamano ya ndani ya migomo imepungua kiasi na kupunguza uzalishaji wa fosfati na kusababisha hasara ya mabilioni ya dola. Wastani wa tani milioni tatu za fosfati ambayo Tunisia inazalisha sasa umepungua kutoka takriban tani milioni nane nukta mbili mwaka elfu mbili na kumi huku taifa ikikabiliwa na mzozo wa kiuchumi. Fosfati ni muhimu kwa ufufuaji wa uchumi wake. Bei ya mbolea iliongezeka mnamo mwaka 2021 kutokana na kuimarika kwa uchumi wa kimataifa baada ya uviko 19. Mzozo kati ya Urusi na Ukraine wa Februari mwaka 2022 pia uliongeza bei ya juu zaidi. Mnamo mwaka 2023 rais aliye madarakani Kais Saied aliahidi kuipa kipaumbele sekta ya fosfati, akitumai kufaidika na upungufu katika biashara ya kimataifa. Upungufu huu wa bei za usambazaji na kupanda umefungua milango kwa Tunisia kufaidika kutokana na utegemezi wa kimataifa wa mbolea kwa upatikanaji wa chakula. Tunisia inalenga kuongeza uzalishaji wa fosfati takriban mara tano hadi tani milioni kumi na nne mwaka 2030, serikali ikiwa na sehemu ya mpango unaotaka kurejesha sekta hiyo muhimu kusaidia kufufua fedha za umma za Tunisia zinazodorora. Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, ambayo inakabiliwa na msukosuko mkubwa wa kifedha, inatafuta kurejesha nafasi yake kama muuzaji mkubwa wa fosfati ili kutumia fursa ya ongezeko kubwa la bei ya mbolea duniani. Mnamo mwaka 2023 Tunisia iliuza nje dola milioni sitini na moja nukta saba ya mbolea ya fosforasi na kuifanya kuwa muzaji mkubwa wa kumi wa mbolea ya fosforasi duniani. Wanunuzi wakubwa ni pamoja na Bangladesh, Brazil, Ufaransa, Italia, Uingereza, Libya, Uhispania na Canada. Lakini uzalishaji wa mbolea nchini unaathiriwa na malalamiko ya wakazi kuhusu baadhi ya viwanda vya kuchakata mbolea ambavyo ni vya zamani sana na hatari kwa mazingira na afya yao. Wanadai viwanda hivi vinavuja katika bahari ya Mediterania na kusababisha madhara Uzalishaji wa mbolea unahitaji kuandaa mchanganyiko wa fosfati na asidi ya sulfuriki na amonia. Wakazi wanalaumu madhara hayo kwa kupungua kwa hifadhi ya uvuvi, uchafuzi wa pwani, magonjwa kama ya kupumua na saratani.